Mwanangu vipi? Safi kwema. Fresh, uko poa? Ah, mimi niko poa sijui wewe mwanangu. Ah, mimi niko poa. Harakati vipi? Ah, safi. Eh, nielekeze mwanangu. Jana nimekusikilizia lakini sijapata kabisa. Ah, kiukweli jana ilikuwa ni ngumu kunipata. Kwa hiyo jana ulikuwa na shemeji kula bata. Yaani bwana, mimi jana nilikuwa kati. Tume enjoy, tume jiramba. Yaani usiseme. Mimi nikajua jana umeenda Jego amazing. Niliona tu ni change mazingira ikabidi niende country bwana. Sema nini mwanangu? Eh. Sisi ambao tuna familia, alafu jana tukutoa hela ya matumizi. ha! Usinichekeshi, ndio hivyo inatupa wakati mgumu sana, kwa sababu unakuta unamwambia mwanamke wako, hmm. siko vizuri hmm. alafu mwanamke wako analeta dharau, inaviuma. Sasa mwanamke mwana anakuambia nyumba za dharau, endelea kulingalinga wenzio ananitaka. <laughs> ah! mbona hiyo kali sasa mwanangu I say, kwa wale wenzangu na mimi ambao tukutoa jana hela za matumizi. I say, tutafute pesa. So mbaya kweli tutafute pesa. Hamna noma mwana, kwa imi nifike maskani hapa, uh, maskani. Eh. Uh, basi, basi, basi, hamna noma. Ah, maskani basi haina noma tutajua basi.